Halo, habari ya wakati huu. Ninamshukuru mshukuru Mungu kwa ajili ya kupata nafasi nzuri ya kuzungumza na wewe tena katika chaneli yetu hii. Na leo tutakuwa tuna jambo, uh, moja zuri la kujifunza kabla hatujauendea mwaka 2026. Na, na katika somo letu la leo tutakuwa tukitazama namna tano za kupata hekima mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Namna tano unaweza ukapata hekima elfu mbili na ishirini na sita. Ninajua ya kwamba ni shauku ya kila mmoja wetu kuwa na hekima, lakini ni leo nitakuwa ninazungumza na wewe namna tano za mtu anaweza akapata hekima kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita, na bila kupoteza wakati na kupoteza muda basi nianze na namna ya kwanza ya kupata hekima eh, mwaka 2026 ni kumcha Bwana, kumcha Bwana kisoma kitabu cha Mithali moja mstari wa saba. Neno la Mungu linatuambia wazi ya kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha hekima, the the the the fear of of the Lord is the beginning of the wisdom. Kwa kama unahitaji hekima, basi umche Bwana. Na kumcha Bwana ni nini? Basi unaweza ukawa unajiuliza kuwa eh, kumcha Bwana ni nini? Ninakwambia kumcha Bwana ni kukataa uovu, ni kujitenga na uovu, ni kukataa mabaya, ni kukataa dhambi. Kwa ukianza kujitenga na maovu, ukaanza kujitenga na mabaya, ukaanza kufanya yale ambayo Mungu anataka ufanye, utajikuta unafika hatua ambayo unaanza kuwa na hekima. Si jambo moja tu hilo, ni jambo la kwanza. Basi jambo la pili ni kusoma vitabu na kujifunza. Kusoma vitabu na kujifunza, hii nayo ni njia ya pili ya kukufanya uh, upate hekima. Unajua, watu wengi hawapendi kusoma, watu wengi wameacha eh, tabia ya kutafiti mambo na kuyatazama kwa kina, hawasomi. Lakini kama leo hii utaadhimia moyoni mwako kwanza 2026 ukaanza kuwa msomaji wa vitabu, basi Desemba 2026 utakapokuwa umesoma vitabu kadhaa maisha yako hayatakuwa kama yalivyo leo. Utakuwa umebadilika kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kwa kuvisoma kitabu, kusoma vitabu, tunafahamu jiongezee maarifa, jiongezee elimu. Unaweza ukatafuta elimu pia katika mifumo rasmi, ukatafuta isiyo rasmi, ukajiongezea elimu mtandaoni, ukaanza kutafuta eh, kuvisoma vitabu mbalimbali. Jua halau kila mambo, akikuuliza kuwe na maarifa kadhaa ambayo unaweza ukabu sema kidogo. Ukiulizwa kuhusu biashara, una neno ambalo unaweza ukasema. Ukiulizwa kuhusu uchumi, una neno unaweza ukasema. Ukiulizwa kuhusu mambo ya kiroho, una neno unaweza kusema, kwa sababu kwa kuvisoma vitabu unaurisha ufahamu wako na maarifa ambayo yanakuwa chanya, ambayo hayo maarifa yanakusaidia kuwa bora, na vitabu vinaweza kukusaidia kuchakata fahamu zako na zikawa bora zaidi. Eh, dhamiria 2026 kuwa msomaji wa vitabu. Ninajua katika Biblia e, kitabu cha Danieli sura ya tisa na mstari wa pili anasema mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nikafahamu. Huyu akafahamu miaka waliokuwa wanapaswa kukaa utumwani na akajua ya kwamba imeisha, kwa kuvisoma vitabu. Kwa kumbe kwa kuvisoma vitabu kuna siri e, na ukianza kuwa jambo zuri. Sasa ukianza kuwa msomaji wa vitabu, unasoma vitabu utajikuta e, unaanza kuandika pia vitabu, kwa sababu maarifa yakisha kujaa, ukawa na maarifa, ukaanza kufikiri chanya, na wewe mwenyewe utaanza kuandika vitabu, na ukiandika vitabu e, basi ni chanzo cha kipato, lakini ni urithi wa kudumu ambao hata baada ya wewe kuondoka duniani vitabu vyako vitaendelea kusomwa, na ule mchango na mtazamo wako chanya ambao utauacha katika dunia, basi watu wengine watakuwa wanaweza kuurithi, na mawazo yako yataendelea kudumu. Kwa hivyo ni jambo la pili la kuweza kukusaidia kupata hekima mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Na, na, na jambo la tatu kama utahitaji kupata hekima elfu mbili na ishirini na sita, basi ni ambatana na wenye hekima. Ambatana na wenye hekima. Hii iko wazi katika kitabu cha Mithali 13:20 anasema, enenda na wenye hekima nawe utapata hekima, bali rafiki wa upumbavu ataumia kwa. Kumbe ukienenda na wenye hekima e, utapata hekima. Hekima inaambukizwa kama mafua. Hekima inaambukizwa ukiwa kwa ukaribu, e, ukiwa karibu na wenye hekima, ukajizungushia wakawa ni marafiki zako wenye hekima, na wewe unaanza kupata hekima. Kwa wakati mwingine, kwa kuvisoma vitabu, una maana, unaanza kukaa na wenye hekima Una karibiana kuna, kuna watu ni waandishi wa vitabu, kwa sababu kwenye vitabu watu wanaandika mawazo yao. Kwa hiyo pale utakapoanza kuambatana nayo yale mawazo yao, ni kama umekaa nao meza moja, kwa sababu wale wana hekima, na wewe unaanza kupata hekima. Unaanza kuyaona mambo kwa sura tofauti kabisa na vijana wa umri wako wanavyoyaona na watu wengine wanavyoyaona, kwa sababu wewe umekwisha kuamua kujipatia hekima. Ukienenda na wenye hekima basi ni wazi na ni dhahiri ya kwamba unapata hekima, na jambo hili nimekusisitiza ya kwamba hakikisha unaambatana na wenye hekima. Usiwe tu unakuwepo ile mradi upo, lakini ambatana na wenye hekima, jishikamanishe na watu wenye hekima. Ukijishikanisha na watu wenye hekima, na wewe unaanza kupata hekima, na watu wenye hekima ni watu ambao wanapata manufaa mengi sana baada ya kumaliza eh, hizi namna tano za kupata hekima, nitakudokeza kidogo kwa nini unahitaji hekima. Hekima ina umuhimu gani? Basi jambo la nne ambalo linaweza likakusaidia kupata hekima ni kutafakari uumbaji wa Mungu. Pata muda, anza kutafakari, tafakari uumbaji wa Mungu, tafakari namna ambavyo mambo yanaenda, kila kitu tunavyokiona kinaenda, kilichoumbwa, nyuma yake kuna hekima tunasema kitaalam eh, operating principle. Kila kitu ili kifanye vizuri, kifanye kazi yake, nyuma yake kuna hekima inayoifanya hicho kitu kifanye vizuri. Kuna hekima fulani ambayo inafichwa nyuma ya kufanya hicho kienende vizuri. Ukisoma kitabu cha Mithali sita, sita na ule mstari, eh, yaani sita mpaka saba utaona eh, neno la Mungu linatufundisha hapo kuwa eh, mtazame chungu ukamwangalie, hana kiongozi hana yani, anavyosema chungu ni wadudu wadogo kama sisimizi, anasema hawa huwa wanatafuta chakula wakati wa kiangazi, wanakusanya, japokuwa hawana akida, ala msimamizi, lakini wanajua wakati wa kiangazi wanakusanya vyakula, wanaokota mabaki, wanaenda wanatunza ili watumie wakati wa njaa kwao. Anasema nenda kwa wangalie, yani kwa kuangalia, ukikaa ukawangalia, unajikuta unapata hekima. Kumbe hawa ndio wanavyofanya. Namna hii, unaangalia namna mchwa wanajenga nyumba zao, wanajenga vichuguu kwa mate. Unaangalia ushirikiano wanaoonyesha kwa, unakuta ukianza kukaa ukatafakari namna mbalimbali wa mimea e, wadudu namna mbalimbali ambayo inaishi samaki, yani ukaanza kutafakari ukaangalia, kuna hekima utaanza kuipata. Unajua hata hizi ndege e, mengi ni maumbo ya hawa ndege wa kawaida hawa ndege wanyama wengine wamekuja wametengeneza ndege za kubeba watu, lakini kutokea kwenye idea au fahamu wa hizi vitu e, vya kawaida. Kaangalie maumbo ya meli, kaangalie maumbo ya, yani wameangalia hekima samaki. Kwa nini amechongoka? Meli nazo zinachongwa kidogo, kwa unakuta vitu kama hivyo vinakusaidia kupata hekima. Tafakari uumbaji wa Mungu, kaa kuwa na muda, tafakari upepo unavyokupiga, tafakari yani, hakikisha unaanza kutafakari. Tafakari, angalia mienendo ya vitu, nenda mbugani, tembelea, angalia, jifunze, utajikuta zile tafakari zinazaa vitu chanya. Haya, ili video yangu isiwe ndefu sana, ninataka tena nikwambie jambo la tano na la mwisho itakalokusaidia kupata hekima mwaka 2026 ni kwa kumwomba Mungu. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa tano wa tano na sita anasema Mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu atoae. E, yani Mungu anayetoa pasipo e, udharini, yeye anatoa. Mtu anayetaka kitu akimwomba anampa. Kwa kama unaona umepungukiwa na hekima, una shauku ya kupata hekima, unaanza kumwomba Mungu. Inua dua yako kwa Mungu, mwinulie Mungu dua. Inaruhusiwa kuomba kwa Mungu kwa sababu anasema ombeni, mtapewa ukisoma Mathayo sabasaba. Lakini anazungumza pia, anasema ni nani kwenu ambaye mtoto wake akamwomba e, mkate akampa jiwe? Ni nani kwenu ambaye mtoto wake akamwomba samaki akampa nyoka? Kwa kama sisi waovu tunawapa watoto wetu vilivyo vyema, basi Mungu aliye mbinguni naye, okay, ukimwomba hekima atakupa hekima. Hekima kwa nini unaitafute? Uh, uh, uh, hekima ni mlango wa kukufungulia uh, hatua zingine kubwa Hekima inaweza ikakuletea e, fedha inaweza ikakuletea watu maishani, inaweza ikakufungulia milango ambayo ha, hata isingefunguka kwa namna ya kawaida. Hekima ni muhimu sana, hekima ni muhimu sana katika kufanya mambo mbalimbali. Ukitaka kwenda mbali, basi itafuta hekima, hekima itakusaidia. Nimesema namna tano za kupata hekima. Ya kwanza ni kumcha Bwana. Ya pili nimekuambia ni kusoma vitabu. Ya tatu nimekuambia ni kuambatana na wenye hekima. Ya nne nimekuambia kutafakari umbaji wa Mungu na namna za umbaji zinavyofanya kazi, lakini ya tano nimekuambia kumwomba Mungu. Kwa namna hizi ukizifuata elfu mbili na 26 Disemba utarudi kwenye hii video ukishukuru kwa sababu umepata hekima na umekuwa ni mtu wa viwango vingine. Ninatamani sana siku nikutane na shuhuda zako za kwamba umepiga hatua baada ya kuitazama video hii. Mimi ni ndugu yako Japhet Katana na nimefurahi kwamba tena nawe katika hizi dakika kumi na moja ambazo tuko pamoja mahali hapa tukitazama namna ya kupata hekima. Lakini kabla hujaondoka unaweza ka ukasubscribe ujumbe huu ili tuweze kuwa e, YouTube waweze kuupeleka mbali na kuwafikishia watu wengine, ili mwaka 2026 tuongezeke, tuwe watu wengi ambao tutakuwa na hekima. Ninakutakia kila la heri katika safari yako ya kupata hekima. Ninatamani tena kukuona ukiwa bora. Bye bye. Thank you.